Na tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Bwana Yesu asifiwe. Na ufahamu hili katika maisha yako, Mungu amekupa kazi hapa duniani. Halo, Mungu amekupa kazi. Mimi ninajua kuna watu walisema kwamba watachangia vyombo. Lakini leo wengine hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Siku zile malaika Mikaeli akataka kufuta, alijua atafanya. Bwana Yesu asifiwe. mara tatu zote, so najizuia, lakini kweli nimeuona mkono wa Mungu kwa hili. Anini, malaika wamefanya. Bwana Yesu asifiwe, kwa kuwa malaika ni wajumbe wa Mungu na wametumwa na Mungu kutimiza mapenzi yake duniani hapa. Haleluya.